Bwana Kosta hizi ambazo zipo hapa katika hospitali ya Kilwa Road Kurasini jijini Dar es Salaam ambazo zenyewe zimeshiriki, uh, ni kutokea mkoa wa Mbeya ambao wenyewe wamekuja hapa kwa ajili ya kuchukua mwili wa ndugu yao rafiki yao mwanachama na mdau wa soka kutoka kule mkoani Mbeya Sungura, ambaye na yeye ni miongoni mwa waliokuja kushuhudia dabi, lakini isivyo bahati Ajali imemkuta ya kupigwa na shoti na bwana Sungura amepoteza maisha hapo jana. Yeye ni shabiki wa Young Africans, lakini hapa kuna miongoni pia mwa mashabiki wa Wekundu wa Mzimbazi Simba tofauti tofauti, ambao wamekuja kwa ajili ya kumwaga lakini kuchukua pia mwili wa bwana Sungura kuelekea kule, kule mkoani Mbeya, kama ambavyo unashuhudia hivyo, wapenzi na mashabiki wa soka ambao wamejitokeza wapo wa hapa Dar es Salaam lakini pia wapo ambao wametokea kule mkoani Mbeya ambao sasa wanachukua mwili wa ndugu yao kwa ajili ya kuondoka nao. Safari ya mchezo wa mpira wa miguu imeondoka na uhai wa ndugu yetu, mpenzi wa mpira wa miguu, mpenzi wa soka, shabiki wa Young Africans, bwana Sungura ambaye ajali imemkuta na kama ambavyo tunafahamu kifo Uh, kimeandikwa, na wakati wake ukifika, haijalishi ni wapi tukio lilitokea. Wakati anajaribu kupiga simu nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati mechi imeahirishwa na taarifa za wao kuanza safari ya kurejea Mbeya, wakati anajaribu kufanya mawasiliano, akaegemea kwenye nguzo ya umeme uh, maarufu kama mstimu. Wakati ameegemea kwenye mstimu bwana Sungura, ndipo akapigwa na shoti na umauti ukamfika. Mwili wake ukachukuliwa na kuletwa hapa katika hospitali ya Kilwa Road uh, polisi, na sasa mwili wanauchukua wakati huu kupeleka mkoani Mbeya kwa taratibu mbalimbali za maziko pamoja na mazishi ya mwili wa bwana Sungura.